Mimi kwa jina naitwa Celina Chibanda au kwa jina maarufu Mamachii. Mimi ni msindikaji, ni nasindika bidhaa mbalimbali mfano siagi ya karanga, mafuta ya karanga, unga soya, mafuta ya soya, unga wa soya. Alafu pia nasindika vitunguu swaumu na pamoja na tangawizi. Bidhaa zangu hizo nazitengeneza nikizipeleka kwenye maduka mbalimbali, supermarkets, na Iringa na mikoa mingine kama Mbeya, Dodoma, Dar es Salaam, Bukoba, Mwanza, Arusha pia na Katavi. Nilianza hii kazi mwaka elfu moja mia tisa tisini na nane. Kwa hiyo nienda kwa afisa maendeleo ya jamii nikajiandikisha, kwa hiyo nikaingia kwenye mafunzo ya SIDO ambayo ile walikuwa na SIDO na UNIDO, tulivyofundishwa mambo yote pili, nilichagua kukausha mboga na matunda. Kwa hiyo nimekausha mboga na matunda mwaka elfu mbili elfu mbili na moja lakini baadaye mwaka elfu mbili na mbili alikuja mama mmoja akawa amesikia kanisani kwao kwamba wanatengeneza wanataka watu wanaotengeneza siagi ya karanga. Kwa hiyo akawa ameniambia kwamba naweza kutengeneza siagi ya karanga. Ukweli nilikuwa sitengenezi siagi karanga, ilibidi nichukue siagi ya karanga kutoka kwa mtu aliyekuwa anatengeneza kwa hiyo mm, nikaendelea kutengeneza siagi ya karanga ya hao wagonjwa, lakini nikaona ni lazima inaniuya tu nitengeneze na siagi kwa ajili ya kupeleka madukani. Kwa hiyo nikaingia katika mchakato wa kutengeneza nikitumia vifaa ambavyo ulikuwa duni, kwa sababu sikuwa na mashini. Nilikuwa na mashini ya mkono ya kunyonga, lakini namshukuru Mungu kwamba niliweza. SIDO ilituunganisha na TLED. Baada ya kutuunganisha na TLED, tukaendelea kupata mafunzo, tukaendelea kupata ujuzi kutokana na TLED, maana walitupeleka sehemu mbalimbali hata nje ya nchi kama Uganda, Rwanda, kwa ajili ya maonyesho na kujifunza mengine zaidi. Lakini pamoja na hayo, TLED walitusaidia kupata vifaa walitusaidia kupata mashini baada ya kuona kwamba mashini zetu ni duni lakini walitusaidia mashini tukalipa, wakatulipia 60%, sisi tukalipa 40%. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ndio vifaa tunavyotumia na vinavyotufanya tusonge mbele. Baada ya SIDO kutuunganisha na TLED tumeajiri vijana zaidi. Mimi nilikuwa nafanya kazi tukiwa wawili, lakini imenisaidia nimeajiri zaidi vijana watano. Mimi nilikuwa nina kasehemu kadogo sana ka kutengeneza ka kufanya biashara zangu. Baada ya TLED kusema kunipa hizo mashini nilishangaa tu. Mashini zilivyofika hapa zilikuwa kubwa kiasi kwamba haziwezi kuingia kwenye hiyo sehemu nayofanyia kazi. Nilipata nguvu, nikajenga sehemu kubwa ambayo inaweza kuweka mashini, na sasa hata kama mashini nyingine za namna hiyo zikija zinaweza zikaingia. Tuna wakulima ambao wanatuletea karanga. Kwa hiyo wakileta karanga tunazipima, tunajua ni kiasi gani walichotuletea. Tunaweka kwenye roaster, tunaziroasti. At least kilo 100 tunatumia kama lisali moja na nusu mpaka masaa mawili kuiva. Zikisha uiva tunaziweka chini zinapoa. Zinatumia kama lisali moja. Likisha maliza kupoa tunaweka kwenye mashini ya kutoa maganda. Tukimaliza kutoa maganda tunaziweka kwenye mashini ya kusaga. Hapa hapo kwenye mashini ya kusaga ndio tunapokea tunazifunga, tunaweka lebo. Tukimaliza kuweka lebo, ndio tayari kwenda, tunazipaki tayari kwenda madukani. Okay, wajasiriamali wengine wadogo wanaokuja, na watia moyo kwamba wasikate tamaa, na kama wamepitia SIDO waendelee kumkamata sana SIDO, atawafikisha mahali pazuri kama tulipofika sisi.